Siku nyingine tena naenda kufundisha namna ya kutumia mfumo wa mauzo, mfumo wetu safi kabisa, ambao unaweza ukautumia kwa ajili ya mauzo, ambao unakuletea taarifa zote za mauzo kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, lakini pia inakupa taarifa za item au bidhaa moja moja, inakupa ripoti kwa ujumla, yaani nakupa chochote kile unachokitaka kwenye mambo ya mauzo lakini pia inatoa risiti kwa mteja. Mfumo safi kabisa. Kwa hiyo kutokea, karibu sana ndugu mfuatiliaji wa Faulink.com. Tafadhali subscribe kama hujasubscribe, ili uweze uja kupata video tofauti tofauti ya namna ya kutumia mfumo wetu, pamoja na kujifunza mifumo tofauti tofauti, kujifunza kompyuta, lakini pia kujifunza Excel. Okay sasa ili uweze kutumia mfumo wetu wa wasibu, mfumo wetu wa mauzo, kumbuka mfumo wetu wa mauzo uko hosted kwenye kampuni kubwa ambayo ni Faulink. Kwa sasa, ili uweze kupata mfumo wa mauzo, lazima uingie kwenye Faulink channel au kwenye Faulink website. Ukishaingia kwenye Faulink website, utakuja kupata mfumo wako wa mauzo. Kwao utajisajili kama kawaida kwenye mfumo. Ukishajisajili utakuwa na akaunti yako, utaweza kufanya kitu chochote kile unachokitaka kwenye, kwenye mfumo okay. Kama kawaida inatakiwa ufungue, sababu una akaunti moja kwa moja, natakiwa uje ufungue browser zako. Mi natumia Chrome huo, unaweza ukatumia Mozilla Google, unaweza ukatumia Firefox, unaweza ukatumia Opera mini and so on kwa hapo ukishaingia hapa unaandika tu Faulink. Faulink ndio kiwanda chetu cha mifumo kwa sasa hivi okay. Ukishaingia Faulink unakutana na mifumo tofauti tofauti kwao. Bila kupoteza muda, naenda kuonyesha namna kutumia mfumo wetu wa mauzo. Uta scroll utakuja hapa Sales track and manage Sales operation kwa uta, uta click tu hapa hivi kwenye mfumo wetu wa mauzo. Kwa sababu una akaunti, basi natakiwa anze kujisajili. Tujisajili kwanza, cha kwanza wajisajili. Inaonekana hilo jina lishawahi kuingia kwenye mfumo, imetugomea. Okay, kitu cha kwanza unajisajili. Ukishajisajili mfumo unakuambia registration successfully. Weka and boss account created. Kwa hiyo tayari ume automatic imetengenezwa account ya boss na account ya ya mtumiaji au account ya mfanyakazi wako utakayemweka. Kwa hapa sasa una una login sasa. Una login kwa kuweka ile username yako na password. Okay, ukisha login, mfumo tayari unafunguka unafunguka unakuletea dashboard hapa hivi ambayo inaonyesha inaonyesha kuingiza bidhaa. Ina maana hapa unatakiwa anze kuingiza bidhaa ulizonazo, unatakiwa anze kufanya mauzo na upate taarifa za za mauzo, okay. Kama unaviona mfumo wetu kwenye simu unaonekana kwa namna hii hapa. Ukitaka kuasesi detail zingine we una kliki hapa hivi, afu unachagua kitu unacho kihitaji. Okay, course kwa cha kwanza sisi, kwa sababu ndo tuna account yetu mpya, inatakiwa tuanze kuingiza bidhaa tulizo nazo. Unaingiza bidhaa kwa mfano, unaingiza namba ya bidhaa, unaingiza jina. Kwa mfano, mimi nataka niingize na maybe nauza sabuni naingiza sabuni hapa. Kwenye kuingiza sabuni, utaangalia hiyo sabuni utakuwa nauza shilingi ngapi. Kila sabuni mimi nitakuwa nauza mia tano. Je, umenunua sabuni ngapi? Atakiwa uhesabu zile item ulizonunua, hata kama ni dozen, uhesabu zile, kwa sababu kama unauza rejareja, inatakiwa tupate faida ya ile ya kila item. Kwa sasa lazima tuhesabu vya item vyote Maybe mi nimenunua sabuni elfu moja kosti ulionunulia yani, na maana maybe nimenunulia shilingi maybe laki moja nilio yani juu, na huo mzigo wa sabuni nimenunua shilingi ngapi maybe laki moja nina hadi nina hadi hiyo nani. Kwa hapo unaweza ka edit, unaweza ka delete. Nakuja sasa na naangalia sasa, nina kitu gani tena kingine, product number 2 hapa, maybe mimi sasa nina Nauza lotion, maybe bei ya kuuzia nitakuwa nauzia elfu tano. Store nimeweka lotion ngapi? mia moja. Price niliyonunulia maybe nimenunulia laki tano. Kwa hapo, unaingiza tu bidhaa ulizo nazo dukani kwako, unaingiza kila kitu okay. Kwa ukishamaliza kuingiza bidhaa zako, kinachofata sasa ni wewe, umeshaingiza bidhaa kuja ku, umesha bidhaa, kufanya mauzo sasa, una click hapa ili uweze kufanya mauzo unakuwa, unakuja, unachagua kama mte, mteja akija kwa kazi ya mfanyakazi wako mwenyewe atakuwa tu anaingia moja kwa moja kwenye ingiza bidhaa. Akisha click, ingiza bidhaa, anachagua tu hapa atakuta bidhaa zote ulizoziweka kwenye mfumo fsi tumeweka tumbili hapa, atakutana nazo, atakutana na hizo bidhaa, inauzwa kiasi gani, lakini pia stoo zipo ngapi. Tuanze na hapa sabuni. Kwa mwenye atachagua tu hapa, ata maybe mteja amekuja amechukua sabuni tano, atachagua tarehe, maybe tarehe ni ya leo, ataadi kwa kazi yake ni kuandika tu quantity pamoja na tarehe, bidhaa inakuja inajiongeza huko anaweza akaediti lakini pia anaweza ka delete kwa hiyo huyu amenunua sabuni tano na kila moja inauzwa mia tano kwayo inakuwa elfu mbili mia tano tarehe ni hii hapo anakuja tena mteja mwingine maybe lotion amenunua maybe tano una rekodi hamna kazi ngumu hapo kote kama kawaida vinakuja lotion, unauza elfu tano kwa hiyo kama umenunua tano, elfu ishirini na tano lakini kila unapofanya mauzo details zinapungua. Kwa mfano hapa, lotion, sisi sabuni tulinunua tu, tuliuza tano hapa, hivi zilikuwa elfu moja, zimepungua zimebaki mia tisa tisini na tano. Hapa zilikuwa mia, zimepungua zimebaki tisini na tano. Kwa anapokuja kila mteja anapokuja, detail hizi zinazidi kupungua zaidi quantity details zinazidi kupungua zaidi kama unavyoona hapa, details zinazidi kupungua zaidi ya hamsini. Kwa hapa tukija kuangalia sabuni zitakuwa zimebaki chache sana, kama unavyoona, hamsini imeshaondoka. Kwa hapo utakuwa unafanya mauzo, utapata ripoti zako kama kawaida, kama unavyoona hapo kwa baada hapo inatakiwa sasa, huyo anayeuza anaweza akapata pia risiti ya mauzo. Kwa mfano hapa hivi anaotengeza risiti ya mteja risiti, kwa sababu sisi hatujawahi kujaza taarifa zozote, natakiwa tujaze hapa. Unatakiwa ujaze taarifa za kampuni yako, unatakiwa ujaze taarifa za kampuni yako, ujaze email, ujaze namba ujaze website ujaze website ujaze tini namba ujaze na hizo details zingine. We jaza tu kwa namna utakavyoweza. Ukishamaliza kujaza hizo details zako kokisha, okay. Maliza kujaza details una save. Ko, kama detail zipo tayari we na maana mteja akija unaangalia tu quotation. Ni unamwandaa quotation, siyo payment. Payment na maana unauza tena upya <coughs> unachagua quotation, unaandika jina la mteja amenunua. Je, amechukua kitu gani? Na huku pia unachagua vilevile amechukua maybe tano amechukua maybe sita unaadi. Huku tena amechukua tena kitu kingine. Maybe quantity ngapi? Sita. Ah, unamwa unamuongezea una, una, una tena maybe quantity ngapi? 80. Unamuongezea tena. Huyu maybe quantity ngapi? Tano. Kwa baada hapo, na una generate receipt, una generate receipt. Ukisha generate receipt, list yako ni kama hapa sasa. Listi yako kwa hiyo, sababu hizi details tushazijaza, ukishazijaza, utakuwa kila ukiingia unakuta nazo. Kwa hiyo utakuwa tu unachagua tu, unaandika jina la mteja na unachagua kwenye payment hapo, chague quotation, usichague hapa, usichague payment payment. Payment maana nataka unauza tena, details zinapungua kwenye mfumo hapa, inatakiwa ufanye code, quotation. Okay, kwa baada hapo unaweza hapa e, print kama unavyoona hapa, unaweza ukaiprinti hapa ukasevu au ukaiprinti, lakini pia unaweza uka, uka export kama PDF, kwa kama kawaida hiyo itakuja itajidownload ita huku automatic kwa kama kawaida, hii tayari imeshakuja kuja huku, hebu tuione inavyofanana kwa hiyo hapo unaweza ukampitia mteja wako, yani hapo unakuwa more, kwanza unapata wateja wei, tofoto, tofauti tofauti, kulingana kwamba we tayari utakuwa ni, ni mtu ambaye ni professional zaidi. Kila mteja unayemnulia ukiona mzigo mkubwa, unamtengenezea listi yake kabisa, ambayo inakuwa na details zako, kwa pia ni rahisi zaidi kwa ajili ya kukaribisha wateja wengi zaidi yako. ukishamaliza hapo ukishamaliza kufanya mauzo umetoa listi yako listi basi, hamna shida hapo. Kinachofuatia ni kuangalia tu details zingine, unaweza kufanya kupata ripoti sasa za mauzo. Sasa hapa hivi ripoti za mauzo jumu, kwa jumla lotion, bei yake ya kuuzia ilikuwa hii hapa, ya kununulia mzigo mzima ilikuwa hapa, quantity ulizouza ni hizi hapa, mauzo jumla ni hii hapa, kama unavyoona hapa. Aya, lakini pia unaweza ukaja kupata ripoti sasa kwa tarehe. Jumla tunazo hizi hapa haya mauzo kwa ujumla, mauzo kwa ujumla unayo jumla hii hapa, ukijumlisha hapa unapata elfu hamsini na mbili ndio mauzo yetu kwa ujumla, elfu hamsini na mbili Ila bei ya kununulia mzigo wote mzima ilikuwa jumla milioni nane Kwa ina maana bado hatujapata faida, tuna losi. Ukichukua milioni nane toa hapa, bado tuna losi, hatujapata faida. Kwa unapata uchanganuzi kama hivyo. Kwa lakini unaweza ukachagua kwa tarehe ukasema unataka ya tarehe saba unapata lakini pia ukitaka kuripoti kama unavyoona hapa, tarehe saba ni hapa. Ukitaka ya tarehe nyingine unachagua hapa kwa tarehe, simple kabisa, bila shida yote. Maybe mimi nataka hasa ya mwaka huu hapa, 2024 maybe tuseme hapa, na maana sitakuta chochote sababu 2024 hamna taarifa nilizoziingiza, kwa hiyo nichague kwa mwaka niweke elfu mbili na ishirini na tano nitapata detaili za mauzo yote kwa ujumla kama unavyoona hapa, kwa hapo kwa, kwa tarehe. Lakini pia unaweza ukachukua kwa kwa item moja moja, ukawa unaona detaili zake item moja moja. Kama unavyoona hapa, kwa item moja moja unapata mauzo kwa item moja mojamoja kama unavyoona lakini jumla sasa detail nzima pia hapo unachagua. Lakini matumizi yanayofanyika, unaingia tu kwenye expenditure, unakuwa unafanya tu matumizi, unaingiza unaingiza kiasi ulichotumia, lakini unasema nani ame approve maybe boss, ili julikane kabisa, msije mkaanza kusumbuana baadaye kwamba aliyeruhusu nani. Unaadi kwa, utakuwa unaadi kama kawaida, matumizi unayafanya, unaweza ukaedit, unaweza ukafanya chochote lakini unaweza uka ukapata piasa ripoti ya ma, ripoti sasa kwa tarehe, ripoti kwa kwa mwezi, ripoti kwa mwaka na kila namna unaweza ukaprint na unaweza ukasave.